Wale maloya wakatuambia bwana, hapo mwaka Januari, eh, sisi tunaanza. Kwa hiyo Januari hapa Januari pale muda wote, na hizo wale wazao wanaweza kaitwa, wakasimamishwa kazi Januari, kesi bado ipo na kutokana, sisi tunaishi kimakundi makundi, makundi. Uh, kuna magrupu yetu ambayo bele tunazungumzia tunazungumziayo maswala yeah. Uh, kuna grupu letu ambalo linaitwa TCC kwa hiyo mm, always yani Tanzania Cape Town Community ya kwa hiyo always lazima yeah. Ikikaga wiki wiki mbili lazima tulizungumzia lile swala na wakubwa wetu kwenye grupu yeah. Kwa hiyo ni swala ambalo liko bele bele bele serious

Amna am noma mdogo wangu. Sisi tuko maskani hapa muda wote ukitaka kujua habari za huyu mhuru wewe njoo. Nipo hapa. Au sio? Ili ndogo ya ndugu yetu Mani Isa, yeye alikuwa anapiga pilika pilika zake hapa, au sio? Ili ndogo lake. Unaona kiwanja kama kilivyochorwa hiki. Unaona? Yaani malemu mwenyewe alikuwa anakuja mzee kwenye nguzo hapa, unamkuta kachili zake hapa nini kindau nini hapa ni refresh tunauza ndau yake hapa viatu viatu nini, ndao inafika mpaka hapa. Kwa hiyo yote ilikuwa ni maskani, wana tulikuwa tunakaa hapa, amdamnakujwa tutatumika kwenye mabomba nini hapa. le ndio hivyo mwanangu, polisi wamechukua uwai wake dukani, ndio hivyo. So, poa